Chama kikuu cha ushirika cha wakulima wa wilaya za Tandahimba na newala tanecu katika jitihada za kutatua changamoto za usafirishaji wa mazao ya wakulima kimefanikiwa kununua malori matano yenye thamani ya shilingi bilioni moja nukta tano ikiwa ni hatua ya utekelezaji wa mpango wake wa kununua magari hamsini ya chama hicho. Tunaungana naye John Kasembe kutoka Mtwara kwa ajili ya kupata ufafanuzi wa hatua hiyo. Karibu Kasembe. Asante sana. Ni kweli magari haya ya usafirishaji ambayo ni malori yanakwenda kusaidia eh, wakulima wa chama kikuu cha TANECU ambapo ni wakulima wa wilaya za Tandahimba na Newala hapa mkoani Mtwara. Na msaada mkubwa unakwenda katika mazao yao kwa mfano, zao la mbaazi, choroko, ufuta pamoja na korosho, ambapo kule kuwepo na changamoto kwa baadhi ya misimu kadhaa e usafirishaji wa mazao yao kwa muda imekuwa ni changamoto. Sasa katika mipango yao wameamua kununua magari kumi na leo hii wameanza na magari matano, na kila gari moja lina thamani ya shilingi milioni mia mbili na moja. Kwa hiyo kwa magari matano ni thamani ya shilingi bilioni moja na milioni tano, na kila gari moja ina uwezo au lina tani thelathini na mbili. O, leo hii mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Salamba Sawala amezindua rasmi magari haya ili kuweza kuanza shughuli za usafirishaji, ambapo unakwenda sasa kusaidia pia kupunguza gharama, kwa sababu vyama vikuu, vyama vya msingi vilikuwa vina kodi magari kwa kipindi hiki cha msimu. Tumsikilize eh, meneja mkuu wa chama hicho pamoja na mwenyekiti, lakini pia wakulima wanazungumziaje kuhusiana na tukio hili? Pamoja naye mkuu wa mkoa wa Mtwara amepongeza chama hicho kwa jitihada kubwa za kuhakikisha wanamaliza changamoto za wakulima katika chama hicho. Bodi ya TANECU kwa kushirikiana na management imepanga na imeanza kutekeleza mradi wa ununuzi wa magari

hadi hapo tunapoongea sasa kazi zilizofanywa katika kiwanda hiki kile kuongeza mazao thamani ya mazao ya wakulima tumeweza kuchakata korosho zenye thamani ya bilioni moja na milioni mia mbili na sisi tulishaweka mkakati wa kujenga viwanda ishirini tukiwa na viwanda hivyo korosho zetu tutaongeza thamani lakini hata wanunuzi wanapokuja kununua korosho gafi watakuja sana kwenye magari, usafiri ni shida. Tukienda Newala magala makuu tunakuta mzigo umejaa majumbani, yani kwenye amkosi zetu zile ndogo za vijijini kwetu mizigo imejaa, tunashindwa kusafirisha. Sasa hawa walipotupatia hizi gari tano, kwa kweli Mungu awazidishie, tuzidi kufanya mambo makubwa, hizi tano ziongezeke, zingine ziwe nyingi, maake nimesikia wenyewe wanasema inabidi gari ziwe kama hamsini. Kama kikuu kununua magari matano tunafurahikia kutokana na tulikuwa tunapata changamoto kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo yetu hususani msimu huu wa korosho na msimu wa mbazi. Ni nguvu mpya ya pamoja ambayo itaunganisha mipango ya TANECU na mahitaji ya wateja wake. Ni matumaini kuwa yatatumika kwa uadilifu na kwa manufaa ya sasa na ya baadaye kwetu sote. Nitoe rai kwa uongozi wa TANECU kuyatunza magari haya ili aweze kutoa huduma kwa, kwa muda mrefu na kuzalisha magari mengine. Nataka kuendelea kwa mfano bora sana. Nimeanzisha kiwanda pale Kitangari, nafanya kazi nzuri na taarifa nilizonazo vilizonazo korosho inakwenda ndani ya nchi ni miongoni mwa korosho bora kabisa kutokea. Hongereni, okay. kwa kazi nzuri ao hiyo mnakwenda sambamba na maelekezo, maono na matarajio ya Mheshimiwa Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwamba ifikapo 2030 korosho zote zina uwezo wa kupanguliwa hapa hapa, na itakuwa tuna uwezo wa kuzalisha ajira za kutosha kwa vijana wetu, lakini tunaongeza mapato ya mazao hayo ambayo yataa jitihada hizo za chama kikuu cha TANECU ni kuhakikisha kwamba zinakwenda kutekeleza ahadi ya serikali, lakini pia tunaona viwanda ambavyo vimekuwa vikijengwa na chama hiki. Kwa sasa wamejenga kiwanda kimoja na wanatakriban kujenga viwanda um, er, 20 Katika chama kikuu kinakwenda kutekeleza agizo la serikali ya kwa kuhakikisha kwamba korosho gafi hazisafirishwi nje ya nchi ifikapo mwaka 2020 na na hii pia inakwenda kutekeleza agizo pamoja la kuwataka kuvitaka vyama vikuu vya ushirika kuhakikisha si awawi wategemezi katika kujiendesha katika shughuli zao za uzalishaji, pamoja na kuwasaidia wakulima, ili kuongeza kipato cha wakulima na uchumi wa nchi kwa ujumla wake. Ni hayo tu kwa sasa, kutoka hapa wilayani Newala, ambapo shughuli hizi zinakwenda kukamilika kwa sasa. Asante sana John Kasembe kwa taarifa hiyo.